Karibuni katika elimu la Mwalimu Yusuf. Leo nimewaletea makala ambao inazungumzia nguvu ilipo ndani ya mwili wako. Basi kama wewe umekuwa unahitaji kujua nguvu ilipo ndani ya mwili wako, basi ndio wakati huu sahihi wa kutufuatilia sisi. Leo ni kuletea maono, ili ujue mwanadamu ulitawaliwa na nguvu ilipo ndani ya mwili wako. Basi kama wewe unaamini, basi nakuomba nipe sikio lako. Wamekuja kugundua na kufanya utafiti wao, wakaona kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna sehemu zilipokuwa nyingi sana zenye nguvu zimetawala mwili wake. Wakaanza kufanya utafiti wao katika mwili wa mwanamke, wamekuja kugundua kwamba katika mwili wa mwanamke kuna vitu ambavyo kwa vyenye ushawishi ndani yake. Umeshawahi kujiuliza kipindi cha Adam na Hawa awalimshawishi na wewe. Leo inazungumzia nguvu ilipokuwa ndani ya mwanamke. Mwanamke alipeleka nguvu ambayo ya ushawishi yenye nguvu yenye maneno matamu. Basi kama wewe una maneno matamu ya kuongea na mke wako ama ya kuongea na mwanamke, basi hauwezi ukatawala akili yake. Na wengine wao wamekuwa akizungumzia swala nzima la nyota, ila ni kwa sababu ya nguvu zao, nguvu zao nguvu zao ambao Mwenyezi Mungu alizowakabidhi katika ufafanuzi wa kujua elimu yao. Mwanamke katika ubongo wake ana ubongo ambao una mionzi hiyo. Mionzi inapopiga basi ewe kama mwanaume ndio utakuta ukishawishika, ama utakuta ukimtamani kwa sababu ila mionzi yake, maana ni kiumbe ambaye ana nguvu kubwa sana ndani ya mwili wake. Na kipindi kipindi utakapo shika mkono mwanamke, amini usiamini, kuna nguvu zilipo ndani yake, basi atakushawishi ili utajikuta ukichepuka na mwachuma mlokole, maana wengi wao wameamini kwamba mwanamke ni shepo. Hata wanaume wengi sana pia wakaamini kwamba uzuri wa mwanamke ni sura. Watu wengi wamesema kwamba mwanaume ndio anastahili kuwa kiongozi wa familia, basi imeleta vurugu kwa majirani zako, ndio utakuta wanakasema kwamba wewe ulimshughulikia mume wako na kwa kumroka. Basi mwanamke akiingia jikoni akipika, utasikia wakisema huko na kumsifia kwamba mwanamke ana staili mke wako. Basi baina ya wewe na mke wako ndio mnajua siri ambayo nani zamu yake ya kupika, lakini kwa dada zetu na wa Kiafrika au ni kusengenya sengenya na kusema maneno ambayo wewe utakapoyasikia utaona kama wanakudharau. Kama mwanaume ule jitolea kwa kumsaidia mke wako, wako. Yote unayofanya kwa sababu ya nguvu ilipo ndani ya mwanamke. Maana mwanamke ni kiumbe, akikushawishi kama mume wake, kama mpenzi wako. Naamini wewe msikilizaji, unayesikia utasema ni uongo. Basi kapime kwa mpenzi wako kipicho cha kuambia sisi utatubishia mkifika karibu yake, maana kuna chochote utakachokibisha. Na ndiyo mtafiti mmoja katika utafiti wake amekuja kugundua kwamba katika ubongo wa mwanadamu ambaye ndio mwanaume wewe, kiumbe mwanaume, unasikiliza mwenzangu mwanaume, basi amini ndani ya akili yako wewe, mpeleka mambo mazito kazini, wanakusumbua hadi mke wako pia anahitaji huduma na mambo mengi sana ndani ya akili yako maana ubongo wako umejaa stress. Na ndio maana ile kauli ambayo waswahili waliosema, usimpi mke wako vurugu, mpe utulivu. Na wewe mwanaume, mpe mke wako ama mpenzi wako utulivu na umpe haki yake, maana mwanamke ni mtu mwe, anapenda maneno mazuri na kushawishiwa vizuri. Basi msikose kutusubscribe na comment na kulike ili tutawapa kingiri yetu na video mpya mpya zitakuwa nakuja katika chaneli. Asanteni sana, karibu pia.